Masala ya kutumia hii subha hii ushanga hii, wanazuoni wameijuzisha ushanga huu, wameruhusu kwa watu wa aina mbili pekee, kwa sababu si katika Sunna. Wameiruhusu kwa watu wa aina mbili kwa sababu ya dharura. Wa dharurat tubihu lmahdhurat, dharura ina halalisha jambo ambalo imekatazwa. Watu wawili ambao wameruhusiwa kutumia ushanga huu, hata kuna wengine wako naye hapa, ama ili mashini ile Sawa so, ni watu aina mbili: ni mtu ambaye ni mzee sana kupita kiasi, anashindwa kudhibiti hisabu, huyu ndo ambaye ameruhusiwa kwa sababu ya dharura. Tena wanamwambia baadhi ya wanazoea wanasema, ikiwa anaweza kuifanya kwa siri ndio bora zaidi. Na mtu wa pili ni mtu ambaye ni mgonjwa sana, anasahau sahau hisabu, na yeye ana nyiradi zake, adhkari zake, ambaye anazileta mara mia, mara mia mbili, mara elfu kwa hivyo akitumia vidole na hali yake ya ugonjwa itamsahulisha. Hawa ndo watu wawili peke yake. Lakini mimi na wewe ambaye afya yetu ni nzuri na sio wazee, sunna ni kutumia vidole katika hadithi ambayo imo ndani ya Sahii Muslim iliopokewa na Yasira binti Yasir. Huyu ni mwanamke ansariya, sahabiya. Mtume anamwambia, tasabahu bilanamil fainahunna mustantaqat masulat Leteni iradi zenu kwa kutumia vidole, kwani hizi vidole siku ya kiama vitakwenda kuongea mbele ya Mungu, mbele ya Mungu zitatoa ushahidi kwamba huyu bwana alikuwa anamdhukuru Mungu. Hii ndio sunna, ndugu yangu. Leo unamkuta kijana mdogo ambaye si mgonjwa wala si mtu mzima anatembea na tasbihi mbele ya watu, soko nzima, barabara nzima, tena ameiweka mbele hivi, anakuja naye msikitini hapa kutaka kuonesha. Unajua, wakati mwingine nia yake inaweza kuwa nzuri, hatukatai Labda kuna nyiradi ambaye anayafanya, lakini tahadhari sana ndugu yangu, inaweza kukupelekea katika ria.